Duka la jumla la Khetias limetangaza kuwa na ofa kwenye bidhaa mbalimbali huku mbali likitoa wito kwa wateja kufanya ununuzi msimu huu wa sherehe za Krismasi na mwaka mpya. Meneja wa mauzo katika duka hilo ametangaza kuwa kuna zawadi mbalimbali mbali kwa watakaoibuka washindi kwa kufanya ununuzi kuanzia shilingi 800. Kuna zile prizes ambazo watu wanashindania ambazo ziko kwa draw. Na hiyo uh, the, the, the biggest prize tuko nayo ni, ni gari dizia tuko na magari nane lakini ilikuwa saba tumeongeza moja ikawa magari nane. Na usipopata gari, kuna fridges. Usipopata fridge, tuko na microwaves. Na usipopata microwave, tuko na eh, subwoofers. Tuko na tv ziko, tuko na shopping vouchers, tuko na school fees. Wametaja kuwa shindano hili linaendelea hadi mwishoni mwa mwezi Januari na draw kufanyika mwanzoni mwa mwezi Februari mwaka 2026 na, na wakati huu kuna bei zimepunguzwa kwa bidhaa tofauti tofauti, na kando na hiyo pia kutakuwa na zawadi za kushindaniwa hapo mwisho wa shindano hiyo, itakuwa mwisho wa Januari. Khetias, washindi watatangazwa hapo Februari ikianza. Ni vipi mteja anaweza kuingia kwenye draw? Wanasema ni rahisi tu, iwapo atashiriki ununuzi wa bidhaa kuanzia kiwango cha shilingi mia nane basi ataweza kuwa katika nafasi nzuri ya kujishindia zawadi mbalimbali mbali. Kumbuka, ni lazima awe amejisajili rasmi na duka la jumla la Khetias. Ndio mtu ashinde, ni kufanya shopping kwa duka letu za Khetias. Kwa shopping ya shilingi mia na nane kuendelea, kunaingia kwenye draw ya ushindi, na zawadi ziko kadha kadha, kuna magari ya kushindaniwa, kuna matelevisheni, kuna ma Shopping vouchers, so, zawadi ziko kadhaa. Kati tu ya zawadi zinazoshindaniwa ni magari, bidhaa mbalimbali za kielektroniki kama vile televisheni, shopping voucher na zinginezo. kidogo wakati ulikuwa tunafanya ilikuwa ni mtukufayaigi tiliuatumia iswakatiuukidogoukasemaau So tukasema kiwango cha chini kabisa cha mtu kuingia uh, katika shindano ni 800 na, na zaidi. Na ndio na katika hiyo uh, hiyo draw lazima uko umeregister kama uh, royal shop wa Khetias. Wanasema shindano hili la changamka ushinde na Khetias liko kote nchini na kila Mkenya na nafasi ya kushiriki. Zipo kwa Khetias zote zote kote nchini. Nikiripoti ya mtazamo wa dira runinga ya Tandao, jina langu ni Felix Wanjala.